Ni katika viwanja vya Starlight ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Rujewa, wilaya Mbalali, mkoani Mbeya. Mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha UPDP, Twalib Kadege anafika hapa akinadi sera za chama chake. Burudani nayo ilikuwa ni sehemu ya kunogesha kusanyiko hili la watu waliofika hapa kumsikiliza. Asante sana, asante sana, DJ. Jambo la kwanza akaahidi kufuta mfumo wa stakabadhi ghalani na kuanzisha mfumo mpya wa malipo ya pesa taslimu kwa mazao ya ukulima. UPDP ikipata madaraka, mkulima mazao yake yatanunuliwa hapo hapo kwa mtu yoyote mtanzania yoyote hatata kununua mazao kwa wakulima UPDP inasema hivi humu si mimi humu akifika pale kutakuwa kabisa, na soko kubwa kabisa litajengwa na serikali ya UPDP kwa wakulima wanaweka mazao yao pale wilaya Mbalali ni miongoni mwa wilaya zenye migogoro ya wakulima na wafugaji serikali ya UPDP imeahidi kuja na mwarobaini wa changamoto hii tutatengeneza zoni zoni ya kaskazini watakuwa wafugaji, zoni ya kusini watakuwa wakulima, wafanyabiashara watakaa huku. Mfugaji tutawatengenezea kila kitu kule, masoko na nini, watakaa pale, maziwa watauza huko, wakulima wakitaka maziwa watatoka huko na kwenda kule, hawa wafugaji wakitaka labda mchele atakuja akuliata Kando na hayo UPDP imewaomba Watanzania kuwaamini na kuwachagua Oktoba 29 ili kutatua changamoto nyingine ikiwemo afya, barabara na biashara. Kakuru Msimu, Habari Wikendi. Mbeya.